Tumefurahi kuona vipaji vingi. Nafikiri tunahitaji kuongeza jicho kwenye kuangalia uh, michezo kwenye vyuo na niahidi kuambia uh, wana wanamichezo wote kwamba kuanzia sasa tutajipanga, wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, tuone namna ambavyo tutawasiliana na vyuo tusimamie vizuri haya mashindano. Mwakani tutakuwa karibu sana na nyinyi na tutajitahidi kufanya kazi pamoja ili tufanye maandalizi makubwa zaidi tuwashirikishe pia shirikisho la kandanda Tanzania TFF, wawepo hapa. Tutawashirikisha vilabu vyote waje waangalie, kwa mchezo huu wa DIT na Kampala University mimi nimeona wachezaji wengi wa ligi kuu mu ndani. Kwa hiyo naamini tunao wachezaji kutoka vyuo vikuu ambao wanaweza wakatokea hapa wakacheza kwenye timu kubwa duniani. Mheshimiwa, leo ni mara ya pili. Mara ya kwanza nilikuhadithia bila kuona, nafikiri leo umekuja umeona umati wa wanafunzi waliojitokeza katika mchezo huu wa leo. Hii inathibitisha kuwa wanafunzi ni kwa namna gani wanashukuru maboresho ambayo yamekuwa yakifanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. kwa halaiki hii ya watu ulioiona kwa watu wa elimu ya juu nini wito wako hasa kwa wanafunzi hao wa elimu ya juu? Kwanza nawapongeza wanafunzi wa vyuo vikuu kwa kupenda michezo. Nawapongeza kwamba wanatambua mchango mkubwa aliofanya Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan katika kuvitazama vyuo vikuu. Vyuo vikuu hivi ambavyo wanafunzi wanasoma leo ni tofauti na vyuo vikuu ambavyo mimi nilisoma wakati ule, hali ilikuwa mbaya sana. Mimi nataka niwaambieni, kuna upendeleo mkubwa, kuna mambo makubwa yanafanyika. Mheshimiwa Rais amefanya maboresho makubwa kwenye vyuo, ameleta mradi mkubwa wa HIT ambao pamoja na kuboresha vyuo vilivyopo unaongeza matawi kumi na nne ya vyuo vikuu nchi nzima kwenye mikoa ambayo haikuwa na vyuo vikuu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wanafunzi wote walioko mikoani na walioko kwenye miji iliyokuwa na vyuo wote watapata haki ya kusoma elimu ya juu. Sasa hiki nilichokiona leo ambacho wanafunzi wanatambua mchango mkubwa wa Mheshimiwa Rais ni kitu kikubwa, na nawaambia hamjakosea, mmefanya kitu kizuri. Waswahili wana msemo imani huzaa imani. Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hasani, imani yake ndio hii ya kuboresha vyuo vikuu. Sasa na nyinyi zalisheni imani kwake, zalisheni imani kwake, kasomeni vizuri, mumuunge mkono kila alipo, kwa kila anachokifanya. Hilo ndio jambo muhimu na kumtia moyo. Sasa tunakwenda kwenye fainali. Mheshimiwa Rais, leo nilipokuwa nakuja hapa, katika waangalie wanangu wanafanyeje, nikitoka hapa nasema nakwenda kumwambia hao wanafunzi. Niliwaona wanacheza leo, ni kama vile nilikuwa naona mechi ya Chelsea na Liverpool ya leo, kama vile nilikuwa naona Manchester na Arsenal. Kwa hiyo hapa kuna wachezaji wengi, na niwaambie timu za ligi kuu, vyuo vikuu vina wachezaji tuende tukachukua wachezaji kwenye ndondo tukawaangalia huko chini kwenye shule, lakini tusiache kuangalia wanafunzi wa vyuo vikuu. Kuna wachezaji wengi wazuri fainali. Naomba na niwatangazie kutakuwa mshu. na goli la mama sasa kiasi gani, lakini mshindi wa kwanza atakuwa na zawadi bingwa, bingwa wa pili, mshindi wa pili atakuwa na zawadi, wa tatu atakuwa na zawadi, na wa nne atakuwa na zawadi, na surprise nitawaletea msanii mkubwa wa wawaburudishi wanafunzi sasa. Sasa.